Mgogoro unaoendelea katika kanisa Katoliki leo umefikia hatua mbaya zaidi, baada ya mashambulizi mapya kuelekezwa kwa viongozi Katoliki. Makala hii inaeleza kilichozungumzwa na Ludovick, lakini mwishoni tunaeleza neno la tahadhari lililotolewa na Tibaijuka, na tutachambua kuhusu tuhuma za wizi wa sadaka ambazo zimeibuliwa na mkongwe wa kanisa Katoliki ndugu uik Ludovick. Uh, Ludovick ni msomi aliyebobea katika elimu ya Kikatoliki na ni mwalimu pia wa elimu hii ya dini ya Kikatoliki. Sasa mtaalamu huyu ameibuka E, ambapo si kawaida kwa Ludovick kuibuka kuzungumza, lakini ameibuka na amekosoa mwenendo wa kanisa kwa kueleza mambo mengi. Kwa mambo mengi ambayo ameyazungumza tutayataja, lakini pia tutaeleza tuhuma za wizi wa sadaka ambazo ameziibua Bwana Ludovick, lakini pia tutaeleza neno la tahadhari ambalo amelitahadharisha e, Tibaijuka sasa na mwisho tutatoa kwamba ni nini tunaona suluhisho la mgogoro huu. Sasa Ludovick ameibua tuhuma nzito sana. Miongoni mwa tuhuma alizozibua Ludovick moja, kwanza eh, amezungumza mambo mazito. Kwanza amepinga vikali viongozi kutumia lugha ya matusi dhidi ya waumini wao. Tunakumbuka eh, Ruwaichi akiwa madhabahuni eh, alisikika akitoa kauli za kuwaita vijana ambao wametumia haki ya kushtaki, aliwaita malofa. Kwa hiyo Ludovick hakubaliani na jambo hili. Yeye anasema mazabahu ya kanisa si sehemu ya matusi. Lakini Ludovick ameomba haki ya kanisa kujikosoa lenyewe, ndipo likosoe wengine, kwamba tusikimbilie sisi kama kanisa kukosoa tu wenzetu e, tujione kwanza na sisi tujikosoe kwanza na sisi tusiukatae ukosoaji wa ndani lakini ndipo Ludovick sasa alipokuja na kuibua tuhuma nzito: kanisa haliwajibiki katika fedha. Ludovick anasema taarifa za fedha hazitolewi. Ludovick analalamika, anasema wakatoliki wengi hawafahamu taarifa ya sadaka zao. maana yake nini hii? Kwa maoni yangu, naona kama wakatoliki hawafahamu taarifa ya sadaka zao, maana sasa hapa pana ubadhirifu katika sadaka. Ukimtazama okay, Ludovick ana mengi ya kutueleza na anavyozungumza anakuwa ni mtu ambaye hajamaliza, ni kama mtu ambaye atarejea tena. Lakini Ludovick analalamikia uongozi mbaya ndani ya kanisa. Analalamika mwanafunzi wa upadri anaondolewa bila barua wala maelezo. Ludovick anaonya anasema kanisa sio chama cha siasa. Ludovick anatueleza kazi ya kanisa ni kuokoa watu na si kuwa msemaji wa serikali. Kanisa kuungana na vyama ni kuwagawa waumini. Sasa haya ni maneno ambayo yalitolewa na bwana Ludovick. Maneno haya yanamwibua Anna Tibaijuka. Anna Tibaijuka ameibuka naye akazungumza, akisema kwamba tusimpe shetani nafasi ya kutugawa kwa kisingizio cha propaganda za udini kwa kutumia vijana kushambulia viongozi wa dini. Kwa hiyo ukimtazama Tibaijuka katika kauli yake, yeye ameegemea e, katika upande e, ambao unawapinga wakosoaji wa, wa, wa, wa kanisa Katoliki, lakini kuegemea huku hakuwezi kuja na msaada wowote. Sasa ndipo tunakuja kujiuliza, mwalimu, ni nini sasa e, suruhisho la mgogoro huu? Nini kifanyike kupambana na mgogoro huu? cha ja kwanza kinachotakiwa kufanyika ni kwamba viongozi wa dini wasidhani kwamba wana akili kuwashinda waumini wao. Unaposimama madhabahuni kama kiongozi wa dini, usidhani kwamba wewe ndio unafahamu mambo zaidi ya wale waumini ambao, na wahubiri wanatakiwa ufahamu kwamba wapo waumini wanalifahamu vyema kanisa pengine kushinda hata viongozi. Kiongozi wa dini ni nafasi tu ambayo anaweza akasimama mtu yoyote. Ni nafasi tu unapewa. Kwa hiyo usije ukasimama katika madhabahu kadhani wewe sasa ndio zaidi, wewe ndio kanisa, simame katika madhabahu ukapandisha mabega utaleta migogoro ambayo tayari imekwisha tokea. Utasingizia siasa za kuwagawa? Hapana. Kauli ya kutukana muumini si nzuri. Lakini mbili, viongozi waepuke kabisa kutumia lugha za matusi, wajitahidi kudhibiti hisia zao. Ugomvi huu tunaoushuhudia leo hii, mbilinge mbilinge Hizi sarakasi zinazopigwa, sarakasi hizi tunazozishuhudia, chanzo kikuu cha mgogoro ama kitu kilichouchochea mgogoro huu mpaka leo tuko nao, ni lugha ya matusi, lugha ya kukera, lugha ya kufedhehesha, lugha ya kumfanya mtu ajihisi mnyonge ajihisi mdogo, ajihisi hafai tena inatolewa kanisani. Kwa hiyo viongozi wasitumie lugha za matusi, wajitahidi kudhibiti hisia zao. Auli ya Ruwaichi kutumia lugha ya kuwaita baadhi ya waumini ambao walitumia haki yao kwenda kushtaki malofa, wapumbavu ni kauli ambayo imeleta hisia zinazotia wasiwasi, zinazoleta mashaka. Kwa hiyo ni kauli ambazo zinaleta mashaka kwa watu ambao tunakuwa tunawazungumza. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunakitazama tunaki hapa, viongozi waepuke lugha za kukera, lakini kubwa zaidi ambalo tunaweza tukalishauri ni kwamba Viongozi wawekeze kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa, viongozi wawekeze katika kuhubiri falme wa mbinguni. Viongozi wasihubiri sana kuhusu masuala ya dunia, viongozi wasihubiri sana mambo ya dunia. Viongozi wa waandae watu kwa ukombozi, viongozi wa waandae watu kuukamata kuuona kuushika kuufurahia ufalme wa mbinguni. Hilo ndio linatakiwa kuwa lengo kubwa kabisa, lengo mama, lengo kuu. Hasa la dini ni kuwabadili watu kuacha kuendeshwa na hisia zao, na sasa kuto kuitamani dunia na vilivyomo tena. Eh, mtu aliyeishika dini vizuri anaona ya duniani ni ya kazi gani? Sasa viongozi wanapokuwa serious na mambo ya dunia, inaleta walake nina wachanganya waumini. Ndio maana wasomi wa, wa, wa, wa, wa kanisa Katoliki wanaibuka na kuhoji, wanaibuka na kuuliza, wanaibuka na kulalamika. Kwa hivyo kanisa Katoliki bado lina nafasi ya kujitafakari, bado lina nafasi ya kukaa chini, lakini haya yote yatawezekana endapo viongozi watakubali kwamba wameteleza. Hakuna asiyekosea, hakuna asiyekosea. Hata manabii wakubwa, nabii Daudi alikosea, nabii Selemani alikosea. Hakuna asiyekosea. Kwa hivyo viongozi watambue, hakuna asiyekosea, warudi nyuma, wasimame katika lengo mama la kanisa lengo mama la kanisa ni kuwaandaa watu kwenda mbinguni, si kulalamikia mambo ya kidunia katika dini. Mtu akikupiga kofi la kulia unamgeuzia na la kushoto, akikunyang'anya koti lako mpe na shati. Sasa kama viongozi wanakuwa wakali namna hii, wakati mwingine unaogopa. Ipo siku muumini, ipo siku muumini, natahadharisha. Sikilize mwalimu. Ipo siku muumini atapigwa ngumi na kiongozi wa dini, wapa tahadhari. Kwa hiyo viongozi warudi nyuma, wajitafakari, wajitazame. Kwa nini wanaibuka mpaka wasomi wakubwa wa elimu ya Kikatoliki akina Ludovick. Ludovick haibuki tu hivi hivi, Ludovick anaibuka kwa sababu nzito. Viongozi wajiangalie pale ambapo wameanguka na waweze kuja na suluhisho haraka iwezekanavyo iweze suluhisho kubwa. Ni kuepuka hasira na kusimama katika msingi namba moja, kupeleka watu mbinguni. Yanapotokea matatizo, tuzungumze kuyakemea maovu hayo, lakini tuepuke kutumia lugha za vyama. Ukuta kiongozi wa dini anazungumza, ukimwambia sema huyu ni Tundulisu au ni askofu. Niwatakie siku njema.